zangu tumsifu Yesu Kristo. mwakata kazile na nitakusema kusema poleni kwa msiba, nikagundua sio msibani, hatuko <laughs> msibani, ni mwengu lo. <laughs> Ndugu zangu, tukio la leo hatuiti e, msibani. Kwa msibani, kiswahili chake wengi wanasema hitima lakini yenyewe hitima inaonjeka ina, ina, ina kama tuko pwani pwani hivi ndio wanajua zaidi maana ya hitima. Sisi tunaelewa tu kwamba ni tukio muhimu, lakini katika desturi za maadhimisho ya Kikatoliki maadhimisho haya hayamo, hatuna ibada rasmi ya ya, ya inayofanana na mwengulo katika liturujia ya Kikatoliki. Tunaadhimisha kumbukumbu ya tarehe ya kifo cha marehemu, hiyo ipo kwenye maadhimisho yake. Lakini kama mwengulo kama tunavyojua sisi, mwengulo haipo, ila kanisa linaiona ni desturi nzuri na tunaruhusiwa kuchukua mambo mazuri kwenye desturi au mila ambayo hayapingani na, na, na matumaini walionayo wa Kristo. Kwa hiyo ni ibada ambayo tunaweza kuitafsiri msiba au sherehe. Mapadri wengine walikuja na mavazi meupe kwamba ni sherehe, wengine wamekuja na zambarau kwamba ni msiba au ni ni huzuni fulani, kama kipindi cha toba na sikitiko. Umeona, tumeimba utukufu. Kawaida siku ya mazishi watu imbe utukufu, wala jamaa wakusubiri kuruhusiwa, wakaanzisha moja kwa moja kilipo waka, nikasema kiendelee <laughs> wamesukuma na Roho Mtakatifu waimbe utukufu. kwa hiyo ndio ibada yetu kai, ni maadhimisho ambayo tafsiri yake nitaisema lakini, tunaelewa vizuri katika mwanga wa mila na desturi. Sasa tunazijua mila zetu sisi na desturi zetu tunazijua. Nitoe mtihani, masista vijana, hebu njooni hapa, mko wanne, mnajijua wenye mko wanne hapa, mko wanne

An mi nachojua ni kwamba a huwa... So, eh, wengine wanafanya ni kama kumbukumbu kumbu ya yule marehemu, wanakumbuka yale aliyoyafanya wa na jinsi walivyokuwa anaishi naye, kwa wanafanya ni kama kasherehe <laughs> <So, laughs> fulani, hiyo navyoelewa Tumpige makofi hata kama hii, kwa kuwa ni mwashi ayo a mwishoni. n ninachojua kwanza, msiba ni unachukua siku tatu. Kabisa, e, ile siku ya tatu upande wa mwanamke, yani mfio wa upande wa mwanamke anaenda kufagia ndani. Inamaana kwa kufagia anamaanisha kuwa ndo anahitimisha, yani anatandua kila kitu kilichoko pale anakuwa ametandika mikeka, inamaana anaashiria kuwa msiba umeisha. Lakini kuna siku ya arobaini mwengulo, wanapika wali wanapika nyama nyingi na pombe, alafu watu wanakuja wengi, wanakunywa, wanakula hizo nyama. Ina maana kunakuwa kama sherehe fulani hivi kumwombea yule mtu, na kama hilo eneo liko karibu na parokia, kunakuwa misa. Kama haiko karibu na parokia, ibada inaongozwa na katekista. Basi hicho ndio ninachojua, ila saizi hizo mila zimeanza kuachwa, kuwachwachwa. Haya, huyo Mungu ana mwalimu wake sister wadili amepata, sawa. Haya, Wanyamwanga wamejipanga, anaingia Mnyamwanga sasa aliyesoma English medium ame, pata? ame pata. Alaa, <laughs> <Muske pia soufesta>. Kwa mila, kwa mila ya Kinyamwanga sielewi vizuri hapo <laughs> tusichekane, ila navyoelewa sisi kule watu wa nyumbani huko, siku ya msiba huwa naona wananyoa nywele, kunakuwa na maombolezo ya hali ya juu, ila siku ya arobaini ndio naona kama kuna miziki Eh, wanapika pombe kama alivyosema hapa Mgungu, pombe ya nguvu kweli, maana usipoweka pombe hata kuelewa pombe, wanachanganya soda, eh muziki nini na kadhalika. Ila mtanisamee, mimi sielewi vizuri inatosha. Mnyamwanga, umeogopa, wanyia wako wengi hapa. Haya, sasa anakuja mwenyewe mfiwa. Tumsifu Yesu Kristu. Mimi ninachoelewa mtu akifa kunakuwa siku ya arobaini kwa ajili ya kumwombea pengine kumwe, yule aliyekufa kum, kumweka mlisi wake anayebadili jina lake kama mama, na kunakuwa mkusanyiko wa kifamilia wanaalika mabalozi kwa ajili ya kumwombea yule marehemu, ndicho ninachojua. Unzejie makofi. Asante, nashukuru masista kwa maelezo ya mila na desturi zetu zinazohusiana na maadhimisho tunayoyafanya sasa. Ndugu zangu, eh, kwa ujumla masista wamegusa vitu muhimu ambavyo vinafanyika kwenye maadhimisho kama haya kwa ujumla. Kwa ujumla watafiti wa desturi wa mila na desturi wanasema, ngoja ah, Fadha Denis kule Nigeria, mnafanyaje hawa? <laughs> wenyewe wanakaa na marehemu sijui miaka miwili sijui mitatu ndio wanazika. Tumsikie Fadha Denis. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, sisi siku ya arobaini ni tofauti na hapa kabisa tunarudia kama msiba upya hivi, tunaweka labda nguo ya yule au picha tu, wanalia kama mtu amekufa siku hiyo hiyo. Okay. nana na, mwambolezi vile vile kama siku aliyekufa, kwa hiyo sio siku kama sherehe kivile, wanasema tunafanya kumbukumbu kumbu ya marehemu siku aliyekufa, sio sherehe. Okay. Kabila yangu Nafumbe, Nafumbe. Pombe kama tuliofanya siku ya msiba okay? Inakuwa vile vilevile. Tuambie <laughs> <laughs> twambie na wewe. Kristo kwetu tunachofanya ni aina mbalimbali, aliyekufa akiwa mzee kuanzia miaka sitini tuna mhifadhi kwanza, na tunaanza maandalizi mazishi ni baada ya siku angalau thelathini. <laughs> Mama yangu mzazi alipofariki tumemzika baada ya siku 45. Kwa nini tunafanya hivi? Tunamweka tunamweka wapi sasa, mdada? Tunamweka Machole, tunamweka hata ni kijiji napeleka Machole, tunamweka tunamweka, eh, okay. Tunavulia zamani, wazee wanajitahidi, wanatunza nyumbani wiki nzima. mm -hmm. E, wanatunza na mafuta ya taa na wanalia pakwa na mambo mengine, wanatunza vizuri Alafu mtu akifa tu katika familia, wanawake tangu alipo alipotangaza harusi, kuoga mpaka siku ya mazishi. Ndio maana siku ambayo wanaendea na kazi, unanawa tu uso. Baada ya mazishi, kawaida siku ambayo tunahitimisha ndio wanaruhusiwa kwenda kunyoa nywele, wote lazima wanyoe, rasta kama ya kwangu kipala, kipala. E, wanatoa kila kitu na inakuwa kweli ni siku ambayo tunahamisha pia msiba, akiwa mtu amekufa kwa mfano amefariki mjini, ndio siku ambayo tunamhamisha kijijini, wanatengeneza kwetu katika uko wangu mimi, wanatengeneza tena jeneze mdogo, kwa sababu siku ambayo amekufa wanakata nywele, wanaweka pembeni, hata ni Mkristo, na kucha zake ndio wanaweka kwenye jeneza mdogo, wanahamisha, na inapofika kule inakuwa kama msiba mdogo, lakini ni sherehe, unaalika watu mbele siku ya baada ya, ya kupuzika, mkizika tu kesho yake aha, ndio mnafanya hapa, kwa sababu imeanisha kama muda mrefu mkizika kesho yake, mnaenda ndio mnamaliza. Wanawake wanaruhusiwa kunyoa nywele, kutoa kuoga, alafu sherehe, mambo mengine yanaendelea eh, kunywa na kula, naendelea hivi. Hapa haya, umesikia utajiri wa bila na desturi. Ndugu zangu, ingekuwa tungefanya kama walivyofanya wakina Dennis tukisema tujaribu hapa saa hizi tuanze kulia, tutafutana <laughs> tukisema tunyoe nywele zote, sijui kaka yangu Mashu ana nywele sipi, utamnyoe saa hizi zote awe na kichwa kama cha, cha, cha Estash, lakini ni mira. Sasa, tafsiri ya maadhimisho haya ambayo yanaitwa hitima, tafsiri yake hitima ni kuhitimisha, lakini neno zuri kabisa ni kuzika kilio. Tunazika kilio, tulimzika mtu, sasa kikawepo kilio, tunalia kwa ajili yake. Siku ya leo tunazika kilio, ni kama mazishi yake ya mwisho. Alipozaliwa alizika kitovu, alipobatizwa alizika utu wa kale alipofariki ukazikwa mwili. Sasa kilio chake kinakamilishwa, kinazikwa leo. Ni siku ya kuzika kilio, na kama tulivyowasikia ndugu zetu wakieleza kutoka kwenye mila na desturi zetu, tupo wengi hapa, wote tungeongea, najua tungesikia mengi, lakini ina inaeleweka kwamba kwa, kwa walio wengi ni siku ya wanafamilia kula na kunywa, ni siku ya wanafamilia kucheza na kufurahi, ukiacha wachache, wachache ambao ni msiba mpya unaanza. Wanakula, wanacheza, wanafurahi. Ni siku ya kujitakasa, kuoga au kufua nguo wengine ndio hao wanakata nywele, wengine wanaoga tu, wengine wanafua nguo zote zilizotumika, kuonyesha kwamba tunafungua ukurasa mpya. Na makabila mengine ni siku ya matambiko, wanatambika kuonyesha kwamba kuna kitu wanaomba kinachohusiana na ndugu yao, kwa ajili yao au kwa ajili ya huyo ndugu yao aliyefariki. Haya manne yanajitokeza kwenye desturi zizo nyingi: matambiko ya aina fulani furaha ya chakula furaha ya kucheza na utakaso au usafi fulani unafanyika. Hizi desturi baadhi zimekaribishwa kanisani. Kama ni tambiko, ndio hili tunalifanya sasa. Tunafanya misa hapa, tunatoa sadaka ya Ekaristi, sadaka ya Yesu mwenyewe. Ni tambiko ambalo kijadi lingefanyika kwa namna nyingine. Wangeenda kwenye kaburi la marehemu wakaamwaga pombe hapo, wakaweka vyakula na maneno mengine yakasemwa. Sisi badala yake tunaadhimisha misa, sadaka ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya marehemu mwenyewe, roho yake, na pia kwa ajili ya sisi ambao tulimwombolezea. Tambiko linafanyika vile vile kwenye mila, siku hii ni ya utakaso Kutakasa, kujitakasa katika kanisa pia nalo limechukuliwa, limekaribishwa siku ya leo. Inaonekana ni siku ya upatanisho kabisa, yaani kama walikuwa na jambo na marehemu, siku ya kuhitimisha ni siku ya upatanisho, ni siku ya utakaso, ni siku ya kufua na kuondoa uchafu wote. Ishara zilizokuwepo za kijadi zilikuwa kunywa nywele, kubadilisha nguo, kukata kucha na vingineyo. Basi kika kiimani, tunaliweka katika ulimwengu wa kiroho, ni siku ya upatanisho. Mwanadamu anaishi na watu na vyombo vikikaa pamoja, ukitokea mtikisiko, lazima vigongane vilivyo karibu. Kwa ukikaa na watu Eh, mama alikuwa hapa, sidhani kama mama aliku kosana, lakini dada yangu yule hapa <laughs> dada yangu moja alikuwa rafiki ya Verediana, walikuwa wanagongana, mama anavumilia na yule na dada naye anavumilia, walikuwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> anavudumishana <shusani>, hawa sana tu <laughs> ukija hapa kwa mama anaanza kusema mwanuni au hao kina Wakina Isaac na kaka pale zini hawa wako mbali watakosana saa ngapi? Wako mbali. Hawa wanaokaa nyumba hii hapa, bila shaka walikuwa wanakosana. Simoja nilikuja hapa. Nikakuta hapa imechangamuka kweli. Kwenda kule yuko peke yake jikoni. Peke yake. Ameweka kuni kamoja sasa joto halitoshi. Kwa hiyo amekumbatia ule moto karibu aungue. Sasa sijui alikuwa amechoma ndizi, sijui kama muhindi. Nikasema hodi. Aliponiona ni mimi, akafunika pale alipokuwa ameweka kale kabuka, basi kwa <laughs> picha mbili tofauti kabisa. Wajukuu wako hapa hapa jirani, huko yuko peke yake, mjumba wote huu. Kwa vile yote unasema mm. Ah, kama uzee ni hivi, bwana, taabu karibu kweke huu. Tulipotoka hapa, tukaenda kule kwa Mwirwa, tukakuta picha hiyo hiyo. Hiyo hiyo, tumeenda kule kwa mwili wa Mama Nyale, yuko jikoni tena hivyo hivyo. Jikoni hodi, mara ya kwanza kimya, kumbe anasikilizia ndio. Naye kamuita jina lake, akasema kumbe, ni wewe. Tuliposogea hivi nikamwambia uko peke yako, akasema kijana yuko ndani huko amelala <laughs> lakini uko peke yake. Kwa hiyo siku ya leo ni siku pia ya kusema, inawezekana tulimkosea, inawezekana tulimkosea au yeye alitukosea. Sasa ni siku ya kuzika kilio, ni siku ya kuzika machungu, ni siku ya kuzika chochote kibaya ambacho tunaita ni uchafu wa rohoni mwetu. Ndio maana kwenye mila walikuwa wanafua nguo, wanakata nywele, wanakata kucha, wanafagia nyumba, wanatandua matakataka yote, wanatoa Wana, wanakamilisha kila kitu. Kwa hiyo ni siku katika mila zetu na hata katika imani ni siku ya upatanisho kamili na marehemu kwamba sasa yes, ma, maisha yaendelee katika uzuri ule wa asili, uzuri uliokuwepo, kama ni mzazi, uzuri uliokuwepo alipotuzaa, furaha iliyokuwepo baada ya kuzaa mtoto. Maisha yanaendelea ya na furaha zake, lakini kadiri siku zinavyoenda inafika mahali ni kama wazazi wanatengana na watoto wanaondoa, kwa sababu ya shule, kwa sababu ya kazi zao, kwa sababu ya maisha, wanaanza miji yao. Kwa hiyo furaha ile aliyokuwa nayo mzazi haiwezi kaendelea kama ilivyokuwa wakati ule anakaa na mtoto wake pale nyumbani. Sasa, sasa maisha yaendelee kama ile furaha ya kwanza. Kwa mila walifua na kusafisha; kwa imani tunasema ni siku natakasa, najitakasa, tunaika mambo sawa tunafanya tambiko ndio misa yetu, pia tunasafisha, tunafurahi. Amesema hapa sista moja, wanajaribu kukumbuka mazuri yote ya marehemu, na mazuri yanafurahisha, mazuri yanafundisha, yanajenga. Kwa hiyo ni siku ya kufurahia. Wangekuwepo wanaoweza kumuigiza siku nzima ya leo baada ya misa, wangekuwepo wengine, wanaigiza sauti yake, wanaigiza kufanya kazi kwake au kutembea kwake, wange kuwepo wangemuigiza. Ni siku ya kufurahi, na kwa kuwa desturi yetu, furaha ilikamilika kwa kinywaji, ndio maana amesema masisa, amesema hapa juu ya utengenezaji wa pombe. Sisi inawezekana tusifanye hivyo na inawezekana tukafanya hivyo, lakini karamu yetu kuu ni hapa kwenye sakramenti, kwenye altari, kwenye, lakini furaha inaweza ikaendelea katika kwa kukopa baadhi ya matendo mazuri ambayo yako katika mila zetu twaode desturi zetu. Na ibada hii tunayoifanya kikanisa itusaidie kujengeka kiroho, kwa sisi tuone umuhimu wa sadaka ya misa inayowahusu marehemu wetu. Mmesikia kwenye somo la kwanza, Yuda alipoona amefiwa na wenzake wengi, hakubaki tu anaomboleza kwamba nimepoteza wapiganaji wenzangu, nimepoteza marafiki, nimekuwa mpweke. Hakubaki na hilo, Yuda alifikiria roho zao, akasema, hawa wanaweza kuwa wamemkosea Mungu na wanaweza kuwa wamewakosea watu, nitoe sadaka, nifanye tambiko la kiroho ili wasamehewe makosa yao, kwa sababu kuna ufufuko, wasije wakakosa heri ya ufufuko, wakakosa amani kwa Mungu, kwa sababu wameondoka na makosa. kwa Yuda hakuwaza uchungu wa kuwapoteza, aliwaza furaha ya kuwapata zaidi, na akasema sina kingine chochote cha kufanya. kama ingekuwa anaweza kupigana zaidi ili niwapate tena, ningepigana, lakini haisaidi, hata nikipigana watakufa tu wengine, na hawa wamekufa. Akasema yafaa kutoa sadaka. Tunaadhimisha sisi hivyo hivyo kwa ajili ya uokovu wa roho ya marehemu na wokovu wetu sisi wenyewe. Sisi tunaongozwa na imani, tunaongozwa na imani kwa sababu tunajua ufufuko upo, tunaamini juu ya ufufuko. Yuda aliamini juu ya ufufuko, ndio maana hakuona shida kutoa sadaka ile kubwa kwa ajili ya roho za marehemu hao, alijua kuna ufufuko. Tunajua kwamba Kristo alikufa akafufuka, yeye ndiyo mwezeshaji wa ufufuko wa wote lakini kwa vyovyote hawezi kuwezesha ufufuko waliofanya makusudi kabisa kumkana. Anawezesha ufufuko wale waliompenda. Kwa hiyo kama watu walikosea hawakumridhisha, ndio maana tunatoa sadaka na kuomba kwa ajili yao. Ndugu zangu, desturi zetu ni nzuri na haya maadhimisho yetu ni mazuri, yanatufaa kwa roho zetu na roho za wenzetu. Tukumbuke kwamba maisha yanaendelea na kama tunatoa sadaka kwa ajili ya marehemu wetu, tunafanya kumbukumbu kumbu kwa ajili ya marehemu wetu, kwa sababu tunaamini juu ya, ya kifo na juu ya ufufuko. Baada ya kufariki mwamini, <coughs> roho yake inaingia torani. Torani ni mahali pa utakaso, kama alikuwa na madoa ya dhambi, na kwa vyovyote tunafariki tukiwa na madoa ya dhambi, kwa sababu sisi sio Mungu. Mwanadamu ana ana ana maelekeo ya kukosea. Hamna mwanadamu anaweza kujigamba mimi ni safi kabisa mbele ya Mungu, sina doa, sababu ukifanya vile unakuwa sawa na Mungu mwenyewe. Kwa neema yake anaweza kututakasa tu tukafanana na yeye. Kwa hiyo ye, tunasema tuna roho ile inakaa tohorani, na ni kwa sala na sadaka za walio hai roho ile inapata msamaha na utakaso. Ndio maana tunasema siku kama hii ni ya upatanisho na utakaso. Haina sababu kuendelea kuendelea na yale ambayo yalisikitisha, yalimsikitisha marehemu au yanatusikitisha tulio hai, na bado tukasema kwamba tunaifadhilia roho yake, iwezekani na hata kama yeye hausiki, kama sisi wenyewe ambao tunamhusu marehemu, hatupasi kuendelea na, na yale ambayo yanatusikitisha ya natu, ya alafu tukasema marehemu atafurahi tu. Mama hawezi kufurahi kama watoto hawaelewani. Yaani watoto wanaelewana na yeye lakini wenyewe kwa wenyewe hawaelewani. Hawezi kufurahi. Akiwa hai, hata akiwa ameaga dunia. Kwa hiyo, tunasema tunajenga upya. Maisha yanaanza upya katika uzuri ule wa asili. Kama mzazi angejua anazaa watoto hawa hawataelewana, angemwomba ange, Mungu usinipe watoto. Malaki alipata watoto kwa furaha. Ndio tunasema tunaanza upya. Tunajenga mazingira upya sasa. Ndio maana katika tukio hili tunata, tunatazamia utakatifu, sio utakatifu tu aliyefariki aliyetangulia, na utakatifu wetu sisi wenyewe. Kama kuna mali tulilegea, iwe kwenye mahusiano au kwenye maisha, basi siku kama leo ni siku ya tunazika msiba na mabaya yote yanayofanana na msiba. Tunaanza upya, tunaanza maisha ya furaha kwa ajili yetu sisi sote. Kwa hiyo ndugu zangu, tuadhimishe sherehe hii ya kuzika msiba, sio kwa lengo la kumsahau mama yetu, lakini kwa lengo la kurudisha furaha kati yetu na yeye na furaha kati yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapoona kaburi lake ambalo mmelijenga vizuri kabisa, tunawashukuru, japo amkuniita kati, mnajenga mlisahau kama na mimi kwa mtoto wake, lakini nimewasamehe bure <laughs> nimewasamehe bure. Hata hii sherehe ya leo mlitaka kuniacha uongo, kweli. Kutaka kuniacha. Kwa sababu walipanga tarehe bila kuuliza kama nitakuwepo au sitakuwepo. Naambiwa nikasema mbona siku hiyo sipo? Kwa hiyo alisema awepo asiwe kusisi tunaendelea. Nikawa hekima zake tu kaka Mwashiuya akasema sasa nifanye kazi ya ziada. Akaenda kufu, kubadilisha ratiba mahali fulani huko. Kwa sababu yule kwa anaenda kwake leo ni kijana wake alimpeleka seminari akaambia unanisikia? Hata kama mimi sio mkurugenzi wa mito saa hizi, lakini uliingia mikononi mwangu. Futa hiyo siku <laughs> futa hiyo siku, utawekewa siku nyingine. Lakini bila ya hivyo ungefanya tu bila mi. Lakini angekuepo mama, mama, mama Verediana hapo, angekuepo anaweza kusema, angesema hii kitu mnafanya, jamaa yuko wapi? Sijui mngejibu nini, lakini tunashukuru Mungu, kwa neema ya Mungu yamewezekana. Ninaamini anafurahia mkusanyiko huu, naamini anafurahia mapadi. Wamejitokeza. padi aliyemlea mara ya mwisho kwa muda mrefu ni padi Dennis, yupo, amekuja na mapadi wengi. Ni jambo zuri, tuna tunazika msiba. Hata yeye mwenyewe asingependa mwendelee tu kulia kulia kulia. Siku zinaenda, anaona hapana, lazima watoto saafurahi Maisha yaendelee, sio maisha machungu, lakini maisha mazuri. Kwa hivyo ndugu zangu, pamoja na kwamba desturi hii haina haina ibada yake rasmi katika kanisa, lakini kadiri siku zinavyoenda inapata uzito na itazingatiwa inavyopaswa, basi tuendelee kufurahia maisha mazuri, tuendelee kufurahia mema ambayo tuliyapata kupitia mikononi mwake mama, kwani yeye alipewa jukumu la kutuzaa, kutulea na kutuongoza tukafikia hapo tulipo. Tuendelee kufurahia upendo wake, ni sala zetu, sadaka zetu kwa ajili ya roho yake na roho zetu ili siku moja tufurahi pamoja na hao waliotutangulia. Tunamshukuru mama kwa maisha na kazi yake, na tunawashukuruni mliokumbuka kuweka siku hii. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani na